Mtazamaji hu jambo, natumai uvyema popote ulipo na asante kwa kujiunga nasi kituo chako Sam TV, ili uweze kupokea habari kwa utendeti yule ajaweza kujiunga nasi. Chukua sekunde yako moja ili uweze kusubscribe. Mmoja wa waathirika wa matukio ya maandamano ya Oktoba tarehe ishirini na tisa aliyejitambulisha kwa jina moja la George ameelezea namna alivyopigwa risasi na askari polisi siku ya maandamano 29 akieleza mbele ya tume ya uchunguzi wa matukio hayo katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam. George ambaye alisema alikuwa na pikipiki maeneo ya Gongo la Mboto, amesema alipigwa risasi kisha akapelekwa moja kwa moja hadi hospitalini zilizokuwepo hapo karibu. George akazidi kusema kwamba alifikishwa hospitali na maafisa wa polisi, yeye pamoja na pikipiki yake ambayo ilikuwa katika hali mbaya, lakini kutokana na wingi wa majeruhi alijikuta akigaagaa kwa maumivu akisubiri huduma, huku kukiwa na askari kadhaa katika hospitali hiyo. Mtazamaji wakati George alikuwa akizungumza na madaktari A, daktari akaweza kusogea karibu yake akamuuliza kuhusu hadi yake, akatazama jeraha, kisha akasema risasi aikuwa imeguza mfupa, hivyo anaweza kupona. Lakini kabla ya kuondoka karibu naye, simu yake ikaweza kukiriza, jambo ambalo liliwashtua maafisa wa polisi waliokuwepo eneo hilo, wakataka kuichukua simu, lakini daktari akainyakua wa kwanza na akakana kuwapa wale maafisa wa polisi simu, jambo lililowafanya wakasirike na kisha wakaondoka pale. Akiwa katika korido, akasikia pikipiki yake ikiwashwa na kisha ikaondoka akilini akajiambia ni maafisa wa polisi, because ndio waliokuwa naye na wao ndio walikuwa wameshachukua ufunguo. Akajaribu kuambia daktari kuhusu pikipiki yake, lakini daktari akamjibu, achana nayo kwa sasa, singatia afya yako mwanzo, na kisha George akamalizia kukatwa mguu kwa sababu ya lile jeraha na tangu hiyo siku hadi wa leo, mtazamaji, George anakiri kwamba hajaweza kuona ile pikipiki yake. toch alitazamwa ama alionekana akilia kwa machozi kutokana na tukio lililompata siku mtazamaji wakati wa Oktoba tarehe ishirini na tisa nikana kwamba ilikuwa ni hofu ama ni hatia yoyote angepatana na maafisa wa polisi kumiliki simu kumiliki pikipiki ama kumiliki mali yoyote ambayo ni ya dhamana. Hivyo kama George akunge kuepo na na daktari simu yake ingeenda, lakini kwa sababu alikosa kuwapa simu, wakaona sasa, wacha wakaondoke na pikipiki. Jambo ambalo linakusikitisha, mtazamaji, ni vizuri walikuwa na utu, kwa sababu walimleta hadi hospitalini, lakini vitendo vilivyotendeka baada ya hilo ndivyo vinavyonipa uoga zaidi, kwa sababu hawa ni wezi Hawa si watu wa kumsaidia mwananchi wa kawaida, ni watu ambao walikuwa na nia tofauti, nia ambayo ni kando na kumsaidia mwananchi wa kawaida. Ni kwa nini afisa wa polisi akaondoka na pikipiki? Pikipiki sio yake, na kama walikuja kumsaidia basi a, baada ya kumsaidia, si wangeirejesha kama walitumia kurudi pale ambapo walikuwepo. Si wangemrejeshea ama kumrejeshea pikipiki yake? Kuna baadhi ya matukio ambayo mtazamaji wananchi wameweza kuyataja, mambo ambayo ni ya kukera zaidi, mambo ambayo nilikuwa natumai kama mtangazaji, maafisa wa polisi wangewajibika zaidi, kwa sababu kazi yao kubwa ni kulinda mwananchi wa kawaida, kuhakikisha kwamba hakuna maovu yanayotendeka kwa mwananchi wa kawaida kuhakikisha kwamba mwananchi hajaweza kuibiwa na kuhakikisha kwamba mali ya wananchi inalindwa kikamilifu. Lakini wakati ambapo tunapata habari kama hizi, kwamba maafisa ambao kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba kuna usalama, hakuna wizi, wao ndio wako katika kipaumbele kutekeleza wizi wa kimabafu Ni jambo la kusikitisha kama nchi, kwa sababu sasa pale ambapo imefikia, mwananchi wa kawaida amekosa kuwa na imani kwenye serikali ambayo ina kazi ya kumlinda mwananchi wa kawaida. Na kama wameshindwa kumlinda mwananchi wa kawaida, basi mwananchi wa kawaida atamkimbilia nani? na basi, kama wameanza kumwibia mwananchi wa kawaida mwananchi wa kawaida atamkimbilia nani? Imebaki katika mikono ya wananchi kuweza kujilinda wenyewe Tanzania. Ni wakati ambapo wananchi mumebaki, ama tumebaki peke yetu bila kumtegemea yule yeyote yule, tusimtegemee serikali, tusimtegemee afisa wa polisi ambaye kazi kubwa ama jukumu lake kubwa ni kuhakikisha kwamba kuna usalama kwenye nchi, kuna usalama wa mali ya watu, mali ya serikali, mali ya kibinafsi. Lakini yale ambayo tumeyashuhudia tangia machafuko yaliyotendeka Oktoba 29 mpaka wa sasa, cha kwanza ambacho ni kibaya zaidi ni maafisa wa polisi kuna chisi wale ambao ni wananchi. Cha pili ni maafisa wa polisi kuwaibia wananchi. Hivyo basi ni kwamba wakati wa maandamano, baada ya machafuko, kasi ya polisi haikuwa kuweka doria, ilikuwa ni kufanya uhalifu, kutekeleza mauaji, kuwaibia wananchi kwa kutumia nguvu za kimabavu, jambo ambalo si chema zaidi katika nchi ya Tanzania. Asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Sam TV News, tutakuwa tukikuba habari kama hizi kwa utendeti na uweze kusubscribe na kushare kanda hii kwa wengine, ili waweze kupokea habari kama hizi.